Vodacom, kazi ni kwako. Selemani Hakim, siku ya tukio iliotokea, mimi ni fundi mkuu hapa ofisini na ofisi yetu ipo Sinza. Siku ya tukio iliotokea ilikuwa mida ya saa tisa, kuna gari aina ya, ya Volkswagen Polo ilifika pale ya blue kaja ikapaki ofisini kwangu pale, tukaanza kuikarabati kama alivyosema kiongozi hapa. Tukaipima ile gari, tukaja tukagundua kwamba gesi ipo lakini ndani ubalili kuliopo hakuna. Tulichokifanya kwamba tukamwaga ile gesi iliyokuwepo ndani ya ile gari. Sasa wakati tunamwaga, kumbe kulikuwa kuna gesi nyingine iliyokuwepo ndani ya ile gari iliyokuwa miziba basi itabidi ni mchukue John Woka ili kwa ajili ya kushirikiana naye pale. Sasa katika kufungua fungua vile kitu kifaa ambacho kibovu, ili mradi tukitoe tukibadilisha kitu kingine, ndio ipotokea mlipuko. John Woka ndo akamchuma kitu hapa kwenye paji la uso, mimi mwenyewe gesi ile ikamwagikia machoni basi kilichofanyika pale kwamba tukamchukua John Woka tukampakea kwenye gari ya meneja wetu mpaka hospitali ya Sinza pale. Baada ya kufika Sinza, kutupatuwa huduma ya kwanza itabidi ahamishwe apeleko Muhimbili, hiyo mida kama saa kumi na moja hivi. Kumfikia Muhimbili, wakampokea vizuri, wakamwingiza ndani emergency tulikabidhi sasa, alikofika mwimbili, tuanze kuwasiliana na mkewe aliyekuwa pokeko mkewe, akaja tukamuelezea jinsi hali halisi ilivyokuwa ya kazi pale ofisini. Baada ya hapo, John Woka akatoka kwenye chumba cha hospitali akiwa katika magurudumu, anapelekwa katika masuala ya kupima kichwa. Yani huko kuna story kwa tunaongea kwamba nilimwambia kwamba gesi imeziba, nilihitaji tulifanyia ile swala kwa haraka zaidi tuweze kurekebisha kitu cha watu, kifaa cha watu kifae, jamaa aondoke na gari yake. Kwa wakati mwingine, tunaweza tukajihadhari kwamba gari labda itakavyokuja, tunaweza tukamwaga gesi kwa upande wa, wa pesha na upande wa pesha, kwani kote kote uta tutazimwaga gesi hii, tatizo hili lisirudie tena na

John Woka ni mtoto wangu wa kwanza kwa mama huyo ambaye ninaye sasa, lakini nina watoto wengine wawili ambao wamemtangulia. Kwa kweli msiba huu umeniumiza sana, hasa kwa vile kijana amepata accident, halafu nimekuja, sikuzungumza na kijana hata neno moja, hakufunua jicho kunitambua mimi wala kumtambua mama yake kwa kweli inaumiza sana. Taarifa nilizipata siku ya Jumamosi e, kama saa moja na nusu usiku hivi, nikaambiwa kwamba kimetokea accident, Woka amepigwa na kitu fulani ambacho kimetoka kwenye gari usoni, na wamempeleka hospitalini na hali yake sio nzuri. Kwa hiyo mimi nimelala. Jumapili asubuhi Nikaanza usafiri wa kuja Dar es Salaam. Kwa kweli wakati nimeingia hospitali jioni ile nilipofika, nilimkuta kwenye hali ngumu sana kwa sababu hakuwa na fahamu yoyote, alikuwa anapumulia oxygen na hawezi kuzungumza, hawezi kula, hawezi hata kuamsha mkono. Kwa hiyo hiyo ndio hali niliyomkuta nayo. Ilikuwa ni hali ngumu. Hadi mauti unamfika, ni kwamba hujapata nafasi ya kuongea naye chochote hadi inatokea mauti. Kwa kweli sijazungumza naye neno hata mmoja, wala hajafunua jicho kwamba labda baba amekuja au mama amekuja.